Mount Sinai Nursery Primary and Secondary School yuko Bunju katika Manispa ya Kinondoni Dar es Salaam. Inawatangazia nafasi za masomo ya awali, msingi, kidato cha kwanza na cha pili kwa mwaka 2026. Shule ina walimu wa kutosha, wazoefu na waliobobea. Shule inalea watoto kwenye maadili ya dini zote. Shule ni ya kutwa na bweni. Shule ina mazingira safi na salama ya kujifunzia, usafiri wenye viwango vya hali ya juu. Shule inafaulisha wanafunzi kwa ufaulu wa daraja A bora katika mitihani ya ndani na nje, ina maabara za kisasa. Shule inatoa ofa ya kompyuta kozi bure kwa wanafunzi wote. Shule imesajiliwa yenye namba ya usajili primary, a mkwajuu em 17372, secondary s 6788. Tunapatikana bunju mianzini, njia ya kuelekea kituo cha dogodogo. Tupigie kupitia nambari 0754-37-42-56 si au 0716-57-55-55 si. Ewe mzazi au mlezi, mlete mwanao Mount Sinai kwa elimu bora zaidi. Tuli zambi, tuli zambi,